Kwa kweli tukianza kwanza na mchezo wa jana, mchezo wa jana ulikuwa ni mgumu, japo tulipoteza jana zidi ya Tanga kwa goli tatu mbele. Lakini leo pia tume, tumecheza na HQ ambayo ni makao makuu, tumeweza kushinda kwa 37 kwa 15. Kwa hiyo mchezo ulikuwa mzuri, kuzidiana viwango kidogo sana lakini sasa hivi naona kabisa michezo kila timu imejipanga sio kama miaka ya nyuma. Unajua kabisa yule pale anaenda kumfunga leo sitini sabini. Hapana, sasa hivi kwa kweli michezo imekuwa ni mizuri na viwango vimeongezeka. E, ni kweli ni moja, kwa sababu ya kuongezeka kwa ushindani, kwa sababu watu wamepewa muda wa kufanya mazoezi, watu wanapata wamepata makocha. Kwa hiyo ndio maana naona ufanyaji wa mazoezi umeonyesha kabisa na viwango vimepanda. Kwa upande wa netiboli sisi matarajio yetu ni kuchukua ubingwa huu wa Interport. Ni kweli zipo najua na mashindano ni mashindano. Na tunaweza kucheza humu wamo zimo timu nzuri na wachezaji wako wazoefu lakini naiamini, naiamini timu yangu. E, sana. Kitu cha mwanzo kwanza ni nidhamu. Isitoshi sisi ni wafanyakazi. Nidhamu ni kitu cha mwanzo. Ikisha michezo ndo kitu chengine. Kwa hiyo chengie tuna, ahiyo tuna, tunapokutoka kuja huku, cha mwanzo ni nidhamu, upendo, umoja kuondoka pale kwenye kambi kama ni teamwork. <coughs>